mini babu, nasikia hii kitu kishaidia sana, hata watoto nawapata kwa wingi ba mademu mabinti gari wote ana najua maisha sasa hivi ni magumu, u stoshehela amna. Sasa hivi kuona mimi nimekuja nibosti hata kidogo, amwanetu familia mtembezee, najua mwanangu sasa hivi mwanangu, maisha ni magumu sana